Pembe tatu ya moto. Pembe tatu ya nini? Ya moto. Pembe tatu ya moto ambayo tunasema sasa, pembe tatu ya moto ndiyo hii, hii ndio tunaita pembe tatu ya moto. Yaani moto upo katikati hapa unawaka, lakini sasa katika pembe tatu umezungukwa na vitu vingapi? Vitatu ndio vimetengeneza pembe tatu. Sasa hii ndio ile nyimbo yetu tuliyokuwa tunaimba ile, mahitaji ya moto ili uwake

hiyo wow. Hapa kwenye hii pembe tatu, kwenye hii pembe tatu sasa ndo tunasema yale mahitaji ya moto, na moto ndo huwa hapo katikati. Kwa hiyo ukiondoa hitaji mojawapo hapa, moto huu hautaweza kufanyaje? Kuwaka wow. wow. Cha kwanza tumeona hapa kuna oksijeni, joto na nini wow. Sawa, yeah. Sasa mmoja nataka aje hapa awashe moto alafu azuie kitu kimojawapo kati ya vile vitatu. Tutazuia sasa sisi tutazuia oksijeni, tuizuie oksijeni isije katika ule moto wetu tunaowasha, alafu baada ya muda tufungue tuone moto kama wa utawaka. nani aje atuwashie moto wetu? Njo suzana, njo Suzana. Kwa hiyo hii sufuria hii sufuria tutaitumia, tutaitumia hii sufuria kunyima moto hitaji mojawapo la msingi, tumelewana? Yeah. Kwa hiyo pale Suzana anaandaa moto hapa, weke hapa moto wako, weke hapa. Kwa hiyo Suzana atawasha moto alafu ataufunika kwa hili sufuria. Tunaenda kulitumia kunyima moto, tunafunika ili tunyime moto wetu hitaji mojawapo. Na tukifunika, mniambie tumenyima hitaji gani moto wetu? Unaanza kuwaka hapo. Ehe. Moto wetu unawaka. Umeona moto unaendelea kuwaka vizuri? Eh, simuona unachochea, unawaka. Ndio maana hapa, huu moto una vitu vingapi? Vitatu. Fueli iko wapi? Fueli iko wapi hapo? Fueli ni nini? Fueli ni nini? Na gesi ya oksijeni inapita hapo, si ndio? Tukiufunika huu moto, funika za sufuria na huo moto wako ufunike hapo. Ehe, funika kabisa hii. Ehe, hapo moto tumeunyima nini? huimba tena mahitaji, huku tunaimba huku tunasubiria mahitaji ya moto wake. Simama wewe, unahitaji vitu vitatu. Mahitaji nasema na wewe Haya tu. tu. tu. tu. Wow. Sasa tukae eh. <hazumas> Tumlusa za Suzana aende atafunue ulia wetu tuone je, ule moto pale umekosa nini, tumesema Si haya Suzana tuashie mwingine hapa moto lete nyasi kidogo pale Huu tumeufunika tunawasha mwingine hapa lete mwingine hapa tuone Ehe. washa mwingine hapa Ehe. Huu tumeufunika huu washe hapa washa tena hapa Ehe. haya tuone tofauti moto ambao umefunikwa na moto ambao haujafunikwa upo, unaendelea kuwaka ule pale. Tumeufunika, huu uko wazi. ni kundigia hapa. Ni sehemu gani ambayo tumeiwasha ina mahitaji yote ya msingi matatu? Ni sehemu gani hii au hii? Hii hapa inaendelea kuwaka vizuri. fueli. Fueli kwa hiyo huu unawaka kwa sababu una mahitaji mangapi? Tumesema fueli. Fueli iko wapi? na Gesi ya oksijeni ndio hii imetapakaa, si ndio? Ndio. Na joto lipo hapa, si ndio? Ndio. Na kufikia, linakufikia hapo. Haya, Suzana, fungua moto wetu ambao tumeufunika. Haya, tuliofunika unawaka. Umefanyaje? Umezima. Suzana, funika na huu moto tuone. Tuunyime na huo, tuunyime ehe. Unyime. Ehe. Tunaunyima kabisa, usindio eh? Ndio. Eh, tuunyime. Eh. Hapo tumeunyima nini hapo? Tunaangalia je, na wewe utafanyaje? Ukiunyima moto kitu kimojawapo katika vitatu, moto hautaendelea kuwaka. Umeelewana eh? Yeah.